Mjengoni tunachukua maoni ya mafundi, tunajua serikali ya Kenya Kwanza inawapeleka na watu watuelezee hizi nyumba za affordable house wamefaidika nazo, ama bai. Habari ya mkenya mwenzangu, kwa majina unaitwa nani? Tueleze machache kuhusiana na hizi nyumba za affordable house, kama umefaidika nazo, ama wewe unafanya tu mjengo ya kawaida. Hizi za yaya watu, hizi za government, umefaidika nazo? Yeah, hmm. yeah kanazo Yes. kusaidia sana kama vijana uh -huh. pia kimaisha ejadapata uh -huh. kaiaai nafasi kwa roti, uh -huh. kwa vijana uh -huh. Sasa kwa kifupi, tumefaidika uh -huh. Kama jamii hata investors waliotoka nje pia wanafaidika na hata mababa zetu wanafaidika uh -huh. na kwa kifupi ni kwamba Uh, hii serikali mm, inafanya vitu vya maana sana okay. Ya lakini kuna vitu pia inafaa wazingatie wakati anajaribu kuimply zile agenda zao okay. Affordable housing ni one of the agendas yeah, ya rais William Ruto mm -hmm, na inasaidia vijana kwa okay, kifupi okay, lakini kuna vitu inafaa wafatilie kama mishahara, unaona sisi sisiwadondego Yaani ukiambia mtu naenda mdei, unaona lugha ya Nairobi, unaelewa, unaelewa kabisa. Ya lugha ya Nairobi, mtu akwambia huyu ni msaudi, hii inaonekana ni kama kama kama kapotea, hatambuliki kabisa. Ah, hata tambuliki kabisa. Unaona? Sisi hata tunataka kuwa na health coverage. Unajua mimi ni kujeka au mtu wangu kujeka kweli. Unajua kuna wakondeshi. Ya, ni kati yetu ndani wa mjeka, ni kwa poa.

ota ya maji asa nainuza serikali ya Kenya kwanza jambo gani? Sana sana mshahara, unataka serikali ya Kenya kwanza. Ni mafundi wanalipwa kidogo, kama wewe fundi wa kawaida na kulingana na unatarajia u aliasana na maisha ya sahihi inahitaji chini kabisa, chini kabisa ya huyo ni yule bado, ndio kuna viwango. Lakini kama mimi fundi kweli fundi, najielewa kabisa, na kwenda vizuri chini kabisa inafanya kazi yeah, ki, na mtendo yake. Sasa ukilinganisha serikali hii na serikali iliyopita kikazi, unaona namna gani? Umesikia rais amesema ametoa miradi, unaingiza vijana na mafunzo

Na hiyo serikali inafaa itambue vijana, vijana tuna vijana wengi wana talanta okay.

Hakikisha ya kwamba unamtafuta una subscribe yeah. Msanii, msanii akichipuka, tunashikana pamoja tunamwinua wote yeah. na msanii sisi yes. Tunashukuru kwa wakati wako, fanya kazi na bidii. Sisi tunaimiza wa Wakenya na mafundi na wa kwa ujumla, tuwaambie ya kwamba pia ukifanya kazi kwa bidii nyumba yako itajaa baraka. Asante kwa wakati wako.